Bila shaka mpaka sasa hizi eh, mnafahamu jamii ya watanzania inafahamu kwamba eh, influencer maarufu na mfanyabiashara maarufu, majina yake rasmi ni Jennifer Jovin, jina lake la biashara na la kuinfluence eh, anaitwa Nifa, pamoja na mwingine, mfanyabiashara mwingine influencer maarufu E, jina lake la biashara na la kuinfluence e, anajulikana kama strong income, kwa hiyo na wenzao 20 yeah, jumla wako 22, nafahamu anashtakiwa katika mahakamani ya hakimu mkazi Kisutu na e, mashtaka ya kula njama kutenda uhaini pamoja na shtaka la uhaini kwa kufikishwa mahakamani, kama mnafahamu, mnamo tarehe 7 mwezi wa 11 mbele ya mheshimiwa hakimu anaitwa Aaron Lyamuya ambapo sisi tulitoa hoja kadhaa e, za kisheria na nyingine za welfare. Mtakumbuka huyu binti strong icam, tulitoa hoja kwamba waliteswa sana e, wakiwa kituo cha polisi Oyster Bay na mliopo mahakamani mnakumbuka huyu binti alionyesha makovu ya mijeledi au fimbo, alionyesha mbele ya mahakama. E, akisema kwamba e, amepata mazila hayo akiwa chini ya mikono ya polisi. Na mahakama, kama mnakumbuka, ikatoa amri kwamba e, kwa kwakuwa imewakomiti magerezani, gereza la Segerea kwamba huko uongozi wa magereza uhakikishe kwamba wanapata e, tiba na pia ripoti letwe mahakamani. Tulitoa pia hoja kwamba e, washtakiwa wote ishirini na mbili waliteswa wakilazimishwa waandike maelezo ya kukiri kushiriki katika vitendo vya kihaini. Tukatoa hoja pia kwamba hati ya mashtaka ina mapungufu, na tukaomba mahakama iweze kufuta mashtaka yote mawili au moja kwa kadi ambayo wenyewe itaona, kama itakubaliana na hoja zetu. Pande wa serikali waliomba muda waweze kwenda kujipanga ili waweze kuja kujibu hoja zetu kwa leo hii. Sasa ndio tulikuwa tunafanya hilo zoezi, kama unavyosikia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 ya uwezo wetu kufanya kazi yetu ya kisheria ili kuweza kupigania maslahi yao. Ni hayo tu basi. Hatujawafunza tabia mbaya, hawana ta tabia mbaya tena. Kama mwanangu kaenda kusimamia mpaka siku alikuwa karani wa kupiga kula siku hiyo kusimamiziwa kula o ugomvi umetokea lini? Na anakuja kuja, kuja, kuja, niuma sana. Basi mwanangu hana tabia mbaya hata Yani, hata na mimi ndio niliyemponza kumtuma akaninunulie vitu gengeni. Leo hii watoto wetu wanawashikilia, si mwezi huo, miaka kumi na tisa. Hilo si taifa la kesho hilo e? Anawafunza nini hapo, wanajifunza nini watoto? Si wanakuwa sugu, wanaenda kukaa segerea mle. Hajawahi hata siku moja, hata vituo vya polisi wala hata serikali za mitaa hawajawahi kaa. Watoto leo hii wanaenda kukaa magereza kule, wanaenda kukaa mwezi mzima huo, si ni mwezi huo e? Jamani, tunaomba huyu kesi. Afu watoto wamepigwa. Unasema watoto wajapigwa, watoto kama mimi mwanangu kapigwa, kapigwa na anaambiwa kwamba vikubali. Kwa nini hakubali kitu ambacho hajakifanya, na hana hizo tabia.